Kwa experience yako ya kushia ulingo mmoja dhidi ya mabondia kutoka ukanda wa Afrika Magharibi, ni kipi ambacho unakitengeneza kutoka kwenye hiyo experience ya how fighters watatu ambao so far wamecheza nao kwenye fight yako, kwa maana ya style yao ambayo inawatambulisha zaidi? Kitu kimoja kizuri ambacho na nakiamini sana, walimu wao wana weledi mpana wa ukufunzi kuliko walimu wetu. Kwa hiyo hata viwango vya wachezaji wao vinakuwa tofauti na viwango vyetu. Kwa hiyo kwa namna fulani e, inaweza ikawa ionekane mechi ijenielemea mimi, lakini kwa sababu ni bondia ninayetumia maarifa sana, kwa hiyo inanifanya nitumie hesabu nyingi sana mpaka kuja kuyafikia matokeo ambayo hayawezi kuona na kila mtu kwenye macho ya kawaida. Sorry, kama nakumbuka kwa mfano ambalo nilicheza na Elvis ya Hoga ya Zanzibar. Mm. Kocha wake aliniambia, na, na mwili mdogo sana na ni mechi nyepesi kwa bondia wake. Hmm. Lakini kilichotokea yeye ndo alimwambia bondia wake asiendelee tena. Mm. Sijui kama unanielewa. Hmm. Kwa hiyo nafikiri utapata picha. Yaani na yani, mimi, hmm, najua ngumi zangu zinauma lakini sijui zinauma namna gani kama wale ambao unawapiga. Kwa hiyo nijitahidini sana baada ya matokeo kupatikana, mfanye nao interview, alafu muhase, yani, mpe chakula, mlishe baga, unamfanya massage, ehe, ilikuwaje alivyokupiga bodi, umejisikiaje? Yani walau mpate tu ile flavor ana nye kilo 66 kucheza kwenye kilo 73, yes. na kwenye Uh, tatu ambazo ni kilo za juu zaidi kwenye skalia yako kama professional boxer na fights ambazo umecheza kwenye kilo 66 na kilo 69. Pia madhaifu ya kwanza wa boxers wengi wa kilo 73, 72, 74 wanaamini sana kwenye nguvu kuliko maarifa. Kwa hiyo kwa sababu nimetoka kwenye uzito mdogo wa chini nimekutana na maboksa wenye maarifa mengi. So nikihamisha mawazo yangu pale na kuwa tayari ni changamoto. Lakini pia wanaamini sana kwenye nguvu kuliko spidi. Kwa hiyo ukiwa na spidi unaweza kucontrol vizuri mechi na nguvu ninazo, yani tofauti na ninavyoonekana. Kwa hiyo kuna wakati nita, nita box, kuna wakati nita fight, lakini kuna wakati itabidi kuhitimisha nini maana ya mtu kunyonyeshwa na mama yake miaka miwili ambayo pia iko ndani ya uwezo wangu.